Tokea wapi? Naambie dada alsa al sikuamina al kmajine natokea Tarime, natokea Tarime ndiyo. mm -hmm. ulikuwa na changamoto gani? kuanzia ya tarehe sita mwezi wa pili mm -hmm. nilivyojifungua, mm -hmm. nilikuwa nimeaa, shetani akanitokea, nguvu zikaniishia, mm -hmm. nikaanza kutetemeka, kichwa kikaanza kuiuma, nilivyoenda hospitali wakaniambia sina ugonjwa wowote, nikakaa. mm. ndofi yangu yuko hapa mm. Kaniambia njoni huku, kuna mtumishi yuko huku juka bila mm. mm. ila kufanye na wewe, ndo nikaja. mm. nilikuja Jumaa mm. wakaniambia juma tatu mm. juma mm. mm. mm. Jumatatu mm. Jumapili mm. ndo nikaja wakasema mm. tena leo nirudi Jumatatu, ndo nikaja lakini hospitali mm. walisema hauna ugonjwa mm. Ulichukua hatua gani nyingine ili uweze kupata utatuzi tofauti na hospitali, kwa sababu sabu unajiona kabisa una shida unaumwa. Unaumwa lakini hospitali anakwambia hauna shida yoyote. Ulichukua hatua gani tofauti na kuja mahali hapa? Hatua gani nyingine ulichukua? Je, ulienda kwa waganga au uliendelea kwenda hospitalini? Sikuenda kwa waganga hmm. Ilikuja tu meka kunana mtumishi wa Mungu na hmm. baada ya kuonana mtumishi wa Mungu alikuambia unachanga changamoto gani? Aliniambia, ndiyo. Ndiyo. Ndiyo naona kile kabisa, ni kweli ilikuwemo, lakini baada na kichwa Kichwa kilikuwa kinaniuma. Lakini sasa hivi unasikiaje habari ya kichwa? Sasa hivi najisikia vizuri. Na hii hali ya kutetemeka imeisha? Imeisha kabisa mtumishi wa Mungu. Naamini sana. Kwa hiyo unatuambia Yesu amekuponya? Ameniponya kabisa na najisikia vizuri. Na amani. Yeah. Kwa hiyo Yesu amekuponya kwa dakika ngapi? Kwa dakika mbili tu. Kwa dakika mbili tu.